Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Njombe, ACP Mahamoud Banga, ametoa wito kwa jamii kuacha vitendo vya kihalifu ikiwemo mauaji, na kisha kuwataka wananchi kushirikiana na vyombo vya dola ili kuhakikisha kuwa mtuhumiwa wa tukio hilo anapatikana na kufikishwa mbele ya sheria. Katika tukio hili, jeshi la polisi tunaendelea na uchunguzi wa tukio hili na kama kuna taarifa zozote kutoka kwa wananchi juu ya tukio hili au mtu aliyetenda tukio hili tunaomba ushirikiano ili kuweza kumkamata mtuhumiwa na kuweza kumfikisha katika vyombo vya sheria. Aidha, kamanda Banga ameeleza kuwa uchunguzi wa awali unaendelea na juhudi zinafanyika za kumtambua na kumkamata mtuhumiwa wa mauaji hayo. Vilevile tunapenda kutoa wito kwamba watu wote ambao wanatenda uhalifu wasione kwamba wako salama. Jeshi la Polisi tunaendelea na doria kali kuhakikisha kwamba hakuna uhalifu katika mji wetu wa Njombe na yeyote atakayebainika kutenda matukio ya kihalifu basi sheria itachukua mkondo wake. Kufuatia uwepo wa visa vya mauaji mkoani Njombe vinavyojitokeza mara kwa mara Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Njombe ACP Mahamoud Banga amesisitiza kuwa ushirikiano ulioko kati ya raia na jeshi la polisi ni muhimu katika kudhibiti matukio ya mauaji. ya mauaji kinachosababisha Njombe mauaji, unaweza ukauawa hata wewe bila kutegemea. Kwa asili ya Wabena huwa wanasema ndiyo hata kwenye hapana, unaweza ukadhania mko pamoja, kumbe amko pamoja ztezat unakuja kuona ni ya mauaji nini kifanyike kupunguza matukio haya? Ni kifanyike ni elimu kwa raia, wazazi wawawe wazi wa, wa, wa, kusema kuambia watoto wao ile kweli, polisi wanaweza kuyakamata. Kwa mimi nawapongeza sana jeshi la polisi, lakini hata mimi pia natoa rai, hebu tuache kutumia vilevi. Nikiripoti kutoka makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Njombe, ni mimi alkusmtucha wa IT.